Na tukigeukia masala ya elimu sasa, ni kwamba wadau wanaitaka serikali kushughulikia changamoto za miundo msingi katika utekelezaji wa mtaala wa CBC kabla elimu ya sekondari ya juu kuanza Januari mwaka ujao. Hii ni baada ya mkanganyiko kushuhudiwa katika masomo ya sekondari msingi, na haswa katika suala la walimu, madarasa, maabara na shule zitakazotumiwa na vikundi vinne vya masomo ya sekondari ya juu. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Francis Mtalaki, katibu mkuu katika Wizara ya Elimu Belio Kipsang amesema mikakati itakamilika kwa wakati unaofaa. Vikao vya wadau wa elimu kuhusu utekelezaji wa mpito wa sekondari ya juu ambapo wanafunzi walioko katika gredi ya tisa watajiunga na gredi ya kumi Januari mwaka ujao vimepamba moto nchini, wadau wakitoa maoni ili kujiandaa kwa awamu hii muhimu. Serikali kwa mara nyingine tena ikikosolekwa kutokuwa tayari haswa kuhusiana na muundu msingi shuleni. wanafunzi mia mj mwalimu mmoja awezi akawaangalia wote kwa pamoja, na ajue huyu anajimudu upande gani? Tunahitaji walimu wengi waongezwe9 And therefore, there is room for, for getting more. Wazazi na walimu wakiwa bado wanatatizika kuhusu mpito huo na haswa taaluma nne zilizotengwa ambapo wanafunzi watahitajika kujiunga na shule zinazotoa mafunzo ya sayansi, sanaa na michezo au sayansi jamii that Katibu katika wizara ya elimu Belio Kipsang amesema kuwa serikali itatatua changamoto zilizopo za fedha na ujenzi wa maabara 1600. Serikali imeshikilia msimamo kwamba masomo ya gredi ya kumi yatakuwa yanaendelea sawa ifikiapo Januari mwaka 2026. Francis Mtulaki, Wingia Citizen, Mombasa.